Akizungumza wakati wa matembezi maalum ya kuhamasisha jamii kuhusu kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, matembezi ambayo yalifanyika katika mitaa mbalimbali ya mji wa Babati, huku lengo ikiwa ni kuelekea katika maadhimisho ya siku ya zimamoto duniani Mei nne, kamishna msaidizi wa jeshi la zimamoto mkoa wa Manyara Gilbert Mvungi amesema ushirikiano baina ya wananchi na jeshi hilo kunaongeza chachu ya kukabiliana na matukio pamoja na athari za moto pindi matukio hayo yanapotokea. Aidha, matembezi hayo yalikuwa yakihamasisha matumizi ya namba moja moja nne, huku lengo kubwa pia ikiwa ni kuwakumbuka mashujaa na makamanda wazimamoto waliopoteza maisha miaka mingi iliyopita katika tukio la moto kule nchini Australia. kila mwaka Mei 4, tunawakumbuka wazima wazimamoto waliofariki wakiwa wanafanya majukumu yao katika nchi ya Australia. Wakati huo walikuwa wanapambana kuzima moto wa msitu. Sasa kwa tukio lile walipoteza ma maisha. Kwa maana hiyo kwa kila mwaka mwezi kama huu tunawakumbuka mashujaa ambao walifanya kazi yao kwa weledi, lakini kwa bahati mbaya pia wakafariki. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wanachotakiwa ni kuwa waaminifu katika kutoa taarifa, lakini pia uh, askari wanapopita sehemu mbalimbali kukagua, wanatoa pia elimu kwamba kitu gani hakitakiwi, kitu gani kinatakiwa, unajikinga vipi katika sehemu husika. Lakini pia unatakiwa kuwa makini kuweka pia vifaa vya kuzima moto pindi dharura inapotokea. Eh, mtu wa kwanza mtu wa kwanza anakuwa ni yule ambaye amekabiliwa na janga, anatakiwa kuwa na kifaa cha kubebeka cha kuzima moto kabla jeshi hawajafika. Henry Mwaluseke ni mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani hapa hapa, anatoa rai kwa wananchi kuendelea kutumia namba moja moja nne kwa lengo la kutoa taarifa ya matukio. Tunachoweza kuwaahidi wananchi e, wa mkoa wa Manyara lakini pia Tanzania kwa ujumla ni utendaji uliotukuka kama tunavyosema sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, tupo kazini masaa 24 wakati wowote tukio linapotokea liwe la maokozi liwe la moto piga namba moja moja nne askari wako timamu wapiganaji wako timamu wakati wowote unapopata changamoto piga namba hiyo utapata msaada kutoka kwetu kwa jina naitwa hadija Mohamed musa niko mtao stabei babati manyara kwa kifupi kazi ya zimamoto iko vizuri zaidi na pia katika juhudi zao kuokoa katika masuala ya, ya, ya majanga ya moto na mambo mengi mengi, mafuriko na vitu vingine, kwa kweli wako vizuri, na nachowasihi zaidi, na naomba waendelee kuwa na ukaribu sana na wananchi, na zaidi ya hapo pia wawe, kwa, wawe makini sana wanapopigiwa simu, wawe wamefika kwa wakati, na naomba waongeze juhudi zaidi ya hizo walizonazo kwa sasa hivi kutoka hapa katika viunga vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Manyara, mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.